Waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo ameagiza kampuni ya TANCO Energy Limited wanaochimba makaa ya mawe ya Ngaka katika wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma kukaa meza moja na shirika la umeme Tanzania, TANESCO na kukubaliana gharama za kuuziana umeme kwa bei nafuu unaotokana na makaa hayo. Imandoli Msigwa ana maelezo zaidi. Mgodi huu wa uchimbaji wa makaa ya mawe ya Ngaka hapa Mbinga mkoani Ruvuma una uwezo wa kuzalisha makaa hayo tani nusu milioni kwa mwaka. Lengo kubwa la kuanza uchimbaji wa makaa haya ya mawe ilikuwa ni kuzalisha umeme zaidi ya megawati mia nne, kazi ambayo bado haijaanza. Kuto kuanza kwa uzalishaji wa umeme huo kunatokana na kutoelewana kwa bei ya kuuziana umeme huo kati ya kampuni ya Tancoal na Tanesco huku kampuni ya Tancoal wakitaka kuuza kwa bei ya senti tisa hadi kumi za Marekani kwa uniti moja, jambo ambalo waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo anasema gharama hizo ni kubwa mno. Kama tunataka viwanda, umeme wetu bado huko bei iko juu na bei ya umeme kuwa juu inamaanisha na mazao yetu au bidhaa inayotoka kwenye viwanda nayo itakuwa ya bei ya juu. Kwa hiyo tunakokwenda, kwa sababu gesi ni rasilimali yetu, makaa ya mawe ni rasilimali yetu, maji ni rasilimali zetu, kwa hiyo ni lazima umeme ushuke chini. Changamoto nyingine kubwa ni makaa ya mawe kutoka nje ya nchi kutotozwa kodi, huku makaa ya mawe ya ndani yakitozwa kodi. So, kwa sababu kileta hii kutoka nje huwa lipiko kabisa inapita moja kwa moja ambapo sisi wenyewe tunapouza hapa huwa tunalipa ile royalty ambayo ni 3%. Wao wakija inapita moja kwa moja haikuna kulipa chochote, na ndio maana huwa hawaji kwetu, wanaagiza kutoka nje. Una hakika hiyo maana wanaongelea vitu vya kampuni nyingine. Tulichokigundua ni kwamba kuna baadhi ya viwanda wamewekeana mkataba na Ngaka lakini wanaacha kununua makaa yetu wanaagiza makaa kutoka nchi za nje ndio maana nimeitisha kikao wizarani siku ya Alhamisi. E, Ngaka watakuwepo na zile kampuni walizowekeana mikataba zitakuwepo, tutajua ukweli ni nini. Wananchi wa kijiji cha Ntunduwaro wanaozunguka mgodi huo wa uchimbaji wa makaa ya mawe ya Ngaka, Mbinga, nao wakafikisha kilio chao kwa waziri wa nishati na madini, ikiwemo ulipwaji wa fidia, uchafuzi wa mazingira na maji. Shughuli zetu za ujenzi na utafutaji wa mashamba mengine ulikwama hata kushindwa kufikia nusu kwa sababu fedha tuliyolipwa ilikwisha. E, hapa kuna mtetemeko wa makaya mao haya ulipuaje, nyumba nyingi hapo kiblasti, hali mbaya yani, uliko, mm, tatizo, mm, ni mbaya sana. Issue ishu ilikoje, tani kwenye swala la mazingira ndo tatizo ni mgogoro mkubwa yani. Hapa kinachofanyika ni kwamba wakiblasti huko, mm, kule wananchi kunakuwa kunatokea shida, kama ni wanafunzi inabidi watoke darasani mm. kama ni walimu, kwa sababu nani natetemeka na hata mm. na creki zipo. Emmanuel Msigwa, Azam News, Mbinga.